Ok, stori ya leo ukiitazama kwenye jicho la Trump unaona ni ushindi, lakini ukitazama kwa upande wa Obama unaona ni utani uliozaa tatizo. Acha nikupe ilivyoanzia. So, mwaka elfu mbili na nane Obama alikuwa kwenye kampeni za kugombea uraisi wa Marekani, na moja ya watu ambao walikuwa kwenye chama chake ni Hilary Clinton. Sasa kwenye ile timu ya fitna ya Hilary Clinton kulikuwa kuna meseji inatembea, ni email. Kwa wenzetu Marekani, email ni kama message, yani kama WhatsApp. Fulani inatembea kwamba ngoja kwanza, huu jamaa tunayempigia nani chapuo huyu bwana Obama, si amezaliwa Kenya? huyu huyu, si amezaliwa Kenya akakulia sijui Malaysia na Hawaii. so hiyo meseji ikavuja, ni meseji ilitakiwa wa, waione, watu wa kampeni. Ikavuja mtaani. Wakati huo Trump alikuwa ni kama Mzee Mengi. Unajua, ukitaka kupata Trump ni nani hasa, mchukulie ni kama Mzee Mengi, kwamba ni bilionea mkubwa mwenye ushawishi kwenye nchi ni kama mwanasiasa lakini sio mwanasiasa but ana impact kwenye jamii na kwa wanasiasa wenyewe. Ndio Trump alivyokuwa hivo. Kwa hiyo alikuwa ni bilionea tu ambaye anapenda kuposti, kama unavyomwona rest in peace uh, mwenyekiti uh, Reginald Mengi alikuwa ni mtu wa aina ile kwamba anapenda kushea kufanya, yani ukimwangalia ni, ni mtu ambaye anafanya vitu ambavyo ni kama mwanasiasa lakini sio mwanasiasa. Ndio Trump alikuwa hivo. Sasa nimekupa muktadha mzee mengi ili uelewe situation ya Trump alivyokuwa hakuwa mtu ambaye tumeshawahi kujua kwamba ataingia kwenye siasa wakati huo 2008 lakini ishu ya Obama ambaye ni chama cha Democratic kuonekana wenzake wanamsema Trump aliishupalia na akawa anaposti kwenye tweet zake kwamba huyu jamaa hebu tuliangalie kiundani huyu mwamba huyu inawezekana kweli ni Mkenya huyu unajua eh so ni kama mzee mengi ampige um, um, dis mgombea wa chama tawala, kwa sababu Democratic kwa Marekani ndo kama chama tawala, ni kama CCM yao alafu Republican ambayo ni ya Trump ni kama uh, Chadema yao. Kwa hiyo sasa hivi ni kama Chadema iko madarakani, ni equivalent ya hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni situation ya aina hiyo. Sasa fast forward Obama akachaguliwa licha ya zile stori zilizovuma kwamba sijui mara ni Muislam na nini na nini, lakini ilijulikana kwamba Trump yuko upande gani versus yeah, Obama haikuwa big deal. Sasa elfu mbili kumi na moja uh, ikawa imefanyika hii dinner maarufu sana inaitwa correspondent dinner ambayo ni hafla huwa inaandaliwa na White House. Kila rais lazima afanye hivyo. Sasa hii hafla huo inaandaliwa, wanaalikwa waandishi wa habari wakubwa wa Marekani, wa wa wanaalikwa pia wajasiria mali ndio ikimaanisha sasa mabilionaires wafanya biashara kiujumla, pamoja na wasomi intellectuals, unajua. Kwa hiyo ni dina fulani hivi ambayo ni, ni shughuli fulani hivi ambayo ni watu fulani wazito wanakutana. Sasa lengo la hii shughuli huwa ni kuonyesha wow, sense of humor ya kiongozi wa nchi, kwamba ni sehemu tunaenda kukutana kutaniana na rais. Kwa hiyo ni usiku wa matani, hakuna kitu serious kwenye ile eneo. Uh, ukifuatilia utagundua kuna dina mbalimbali nagawanaitwa watu mbalimbali. Nilipenda sana aliofanya Trevor Noah, alitoa speech moja kali sana ukisikiliza kwa, kwa Joe Biden. Ukisikiliza ni kama utani, lakini unaelezea situation ya nchi ilivyo sasa you know Marekani wenzetu wana mambo mengi. Kwa hiyo sasa hii dinner ya elfu mbili kumi na moja aliyetakiwa awe roasted ama apigwe madongo alikuwa ni Obama kwa sababu ndo rais ambaye anataka kuchaguliwa tena kuwa awamu ya pili. Sasa Obama ilibidi atoe speech, na kwenye hii speech ndo speech iliyomzaa Trump kwa sababu Trump alikuwa ni mmoja ya waalikwa kwenye hii

akizungumzia zile conspiracy theory mbalimbali mbali, kwa mfano watu wanaosemaga kwamba wali fake kwenda mwezini. Uh, conspiracy theory ambao watu wa conspiracy theory wengi wanaongeaga kwamba wali fake kwenda mwezini. So muktadha wa huu utani wote wa Obama ni kwamba alikuwa anamchukulia Trump kama ni mtu, sio mtu serious, ni tajiri ambaye anafuatilia ya conspiracy theory, yani nadharia njama, zile habari ambazo sio official za kizushi sometimes stop, za kutunga you know, ni ni siyo, <laughs> <laughs> ano, ni kwa ni mtu fulani ambaye sio official. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke. Ambacho wakujua ni kwamba lile jambo lilimfikia vizuri Trump, na 2016 wakati Obama anaondoka madarakani na akitaka yule Hillary Clinton ndiye arithi kiti chake. Trump mwezi Juni akatangaza, oya, nataka nigombee urais kudadadeki. Watu walichukulia kama ishu ya kawaida, kwamba huyu ni bilionea ambaye alikuwa ni mtu wa TV zaidi. Unajua Trump alivyo, ni mtu ambaye background yake ilikuwa ni mof, ni mtu wa kupenda umaarufu, kupenda TV. Sio mtu ambaye ungemwona ni mtu serious kwenye siasa, kwa hiyo Wamarekani hawakuamini. Sasa moja ya punchline ya kwanza ambayo aliipiga, alianza na Obama ambaye ni rais, akasema huyu Obama anakwenda kumaliza urais kama rais mbovu zaidi kuwahi kutokea Marekani. Baadhi walichukulia kama ile ni beef tu, kwa sababu umeshatangaza urais unataka kutafuta kiki. Na Obama akamjibu kwa namna ile ile akasema, at least nitakuwa kwenye historia kama rais <laughs> ya yeah, at least I'll go down as a president bana bana, kama utani. Trump akamshuti za macho Hilary Clinton anapigwa chini, Wamarekani wanashangaa na kwa wewe ambao ulikuwa Afrika labda uliona kwamba ni kitu kizuri na nini, labda ulikuwa ni timu Trump o something, lakini Trump aliingia madarakani mara ya kwanza ili washok watu wengi sana, media nyingi zilikuwa yani zilishangaa, kwamba serious? Huyu bilionea huyu jamaa tulimfahamu kupitia eh, Home Alone, huyu jamaa tulimfahamu ambaye ni mfanyabiashara kama wa, ma, ma, ma, majumba New York, leo hii ni rahisi, hawakuamini lakini Trump yeye alikuwa amemwonyesha mwamba Obama. So Obama wakati anatoa utani wake elfu mbili kumi na moja kwenye ile dinner, hakuwa anaiona hii shoti kwamba elfu mbili kumi na sita kuna uwezekano kwamba yeye wakati anaondoka kwenye urais atakuwa anamkabidhi huyu jamaa anayemtania kwenye hii dinner urais. Kwa hiyo hata jinsi ambavyo walikabidhiana kulikuwa na vituko vituko na vikumbo vingi sana kwenye huu kabidhiano, kwa sababu ni kama hata yeye Obama alikuwa haamini hivi. Na hata mke wa Obama, moja ya kituko kimoja, alimkabidhi, unajua kuna ile first lady waga wanapeanaga zawadi, akampa Melania frame ambayo haina chochote, yani frame ya picha ambayo haina chochote ilikuwa ni shughuli fulani hivi, ilikuwa na vituko vituko sana, lakini Obama akaondoka kwamba akiwa amepigwa tatu bila. Obama ajawahi kukubaliana na the fact kwamba Trump alimpiga na kitu chenye ncha kali. Kwa hiyo elfu mbili ishirini na nne, wakati Trump anatafuta awamu ya pili, akarudi tena kumsapoti Kamala Harris, mwanamke mwingine ambaye Trump alikuwa anapambana naye. Trump akampiga tena Kamala Harris na Trump sasa hivi ni raisi wa Marekani. Kuna watu wanasema endapo Obama asingemtania Trump usiku ule, labda Trump leo hii asingekuwa rais wa Marekani, na kama kuna matatizo yoyote dunia inapitia kwa sababu ya Trump labda tusingekuwa nayo. Lakini kwa watu ambao wanampenda Trump wanasema kwamba utani ule wa Obama ulimzaa raisi bora zaidi kuwahi kutokea wa Marekani kwa sababu kama nilivyokwambia, Trump ni mtaifa, sio mzalendo, ni mtaifa. Yani ni mtu ambaye, nyumbani nilipo kwanza, haijalishi nitavunja rules gani, lakini nyumbani kwanza. Kwa hiyo Marekani inaongozwa na mtu completely kutoka nje ya mfumo, na tuliwahi kukuelezea pia huu. Uh, jamaa amekuwa ni mtu ambaye anapambana na mifumo muda mrefu, na moja ya hadi yake ilikuwa ni kupambana na Deep State. Sababu, Deep State kwa sababu dsae ni mfumo ambao tuliuelezea kwenye episodi zetu vya nyuma kwamba unaamua uongozi kwa muda mrefu na Trump alitokea nje ya hiyo sstem but iliongea na kene mari hapa akaniambia mm -mm, zipo nyingi, kwa hiyo ilikuwa ni siasa yes, uh, za, za, za, za, za Trump na Marekani mm. Uh, Trump anasema ana ana drain the swamp attack uh, deep state. Eh. Tunapaswa kufikiria mbele zaidi uh, kwamba kulikuwa kuna deep state inagombana na deep state. Okay. Uh, uh, kwamba wa Marekani anatumia sana neno the establishment. Kwa hiyo mm, ilikuwa kuna the establishment mm, iliyoko nje mm, inayopambana na establishment iliyoko ndani. Ndani. Okay. Ukimaanisha? Ninachomaanisha ni kwamba mm. ulikuwa kuna watu wengine nyuma wenye nguvu kubwa sana mm. wanaopambana na watu wengine wenye nguvu kubwa sana okay. Eh, na in, imepelekea nini ya hali hiyo mm. hali hiyo imepelekea kwamba eh, wahakikishe wa, wa, wa, wa, uh, wa kwamba mm. ile establishment ambayo ina exist, yani ule kwa mfano utawala, the establishment ni utawala ulioko madarakani yeah, kwa kwa uh, maana ya democratic yes, ambao walikuwa kuhakikisha kwa kwamba hawana mirija, hawana nafasi mm. ya kufanya mchakato wowote kupitia mifumo yao. Mifumo yao tunaijua ni mingi sana eh. Una vyombo vya usalama, una media mm. uh, zote umeziweka eh. pamoja, wafanya mm. eh. biashara wengine wakubwa, kampuni eh. za kiteknolojia zote umeziweka hapo mm -hmm. kuhakikisha kwamba hawa watu hawana uwezo wa kupindua mm. uh, hasa matokeo ya watu, na kupindua sio lazima kuchakachua kura ni kuchakachua akili pia. Yeah. na, na mm. kwenye kwenye eh, mm. Kwa hiyo the establishment ya Trump ilipambana ili kila namna kuhakikisha kwamba vita hii sio kwamba unaweza kuchakachua matokeo peke yake mm. Bali hauwezi kuchakachua akili za watu mm. ambao wanataka kuniunga mkono kunipigia yeah, kura ambao yeah, ndo wataamua matokeo. Kwa hiyo hilo lilikuwa sio jambo jepesi, lakini sio jambo mm. sio jambo rahisi. Uh, kama watu wanavyofikiria uh, kwamba nyuma ya Trump yuko nani. Hii inatoa tafsiri nyingi, vile ambavyo unaweza kuniambia wewe kwenye comments, lakini moja ya tafsiri kuu cool ni kwamba Trump yuko pale kutimiza takwa binafsi. Niliwahi kuongea na Dr. Emmanuel Matech, huyu ni mtunzi wa kitabu cha Redemption huu hujamaa amesoma Harvard University, na ni science my friend, na akaja akawa na maisha yake mazuri tu, maisha yake akaenda poa, lakini alikuja akagundua kitu kimoja kwamba anakosa purpose kwenye maisha yake. Kwa hiyo kuwa bilionea sio purpose. Sasa Dr. Matech aliniambia kitu kimoja kwamba ukishatimiza yale mahitaji matatu ya binadamu, kwamba umeshamalizana na kulala, kukusumbui tena kula sio mchongo wako tena, kuvaa pia sio mchongo wako tena. Kinachofata utatamani influence, yaani uanze sasa kukaa kwenye zile nafasi kubwa. Kuna mwanasaikolojia mm, maarufu sana anaitwa Abraham Maslow. yeah. Yeye ana ana hierarchy za binadamu anaita uh, self-actualization. okay. kuna step za za binadamu ambazo kwa kawaida kuna vitu unavitafuta unaanza na basic needs, mm, yani kwa chakula malazi e, nyumba ukakaa sehemu nzuri alafu baada ya hapo utaanza kupata pia utataka kutamani network, uwe na watu karibu yako utataka kutamani Um, influence na yeah, kua unapanda kwenye hiyo rank moja baada ya nyingine. Kwa hiyo kwa mtu kama bilionea kama Trump for example, uh... kusikia utani kama ule ilimchoma kwa sababu ni moja ya ndoto zake. Ana kila kitu, na akaona hivi, kwa nini nishindwe kufanya hiki kitu kimoja, kuwa rais? Kwa hiyo ni influence ambayo alikuwa anaitamani, na ndio maana unaona hata na viongozi wenzake hata Saudi Arabia unaona anavodili na matajiri wenzake, kwa sababu ni mtu ambaye is more of kitu binafsi. Kwa hiyo hata anavowatendea wananchi, anawachukulia kama ni mtu ambaye tayari amejiweza, anaweza kufix chochote kwenye nchi na hajali sana hii mifumo ya kisiasa. Kifupi, Trump sio mwanasiasa, na ndio maana ana uwezo wa kumanuva kwenye situation yoyote. kama uone yuko na mabilionea, ukadhani hao mabilionea watamnunua kama akina Elon ghafla wanashindwana naye. Kwa hiyo unagundua Trump hana yale masilahi mapana ya kitaifa. Kila kitu anachokifanya ni very personal. Kwa hiyo hata anavyogombana na watu kwa sababu za kisiasa, ana uwezo wa kufiksi fasta fasta kwa sababu anajua, hey, mimi sipo hapa kwa sababu ya hizo plani zenu sijui za kodi za nini. By the way, kuna stori ambayo ilivuja kutoka kwa watu wake wa ndani ambayo Trump alikuwa anaulizwa kuhusiana na deni la taifa la nchi akasema, mm, mwaka gani miaka ijayo nitakuwa nimesha kufa, sitakuwa napambana tena na huo mchongo. So uh, unaweza ukaona ni jinsi gani ambavyo misheni yake ni binafsi kinoma. Kwa hiyo kama atafaidisha watu kwenye proses ni kitu ambacho anakitamani, lakini kama kuna watu wataumia kwenye proses yake kutimiza mambo binafsi, pia sio kitu ambacho ataogopa kukipitia. Hii ni Madini.com.